Hazina ndio moyo wa serikali. Hakuna mwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Fedha. Mafanikio ya mwaka wa kwanza wa serikali ya awamu ya 4, Desemba 2005-2006. Mwenendo wa mapato ya ndani umekuwa wa mafanikio. Mapato ya ndani yamefikia shilingi bilioni mia mbili kumi na tatu kwa mwezi, kiasi ambacho hakijawahi kufikiwa huko nyuma. Kwa kuwa na usimamizi mzuri wa mapato na matumizi ya serikali, serikali imeweza kuhimili misukosuko ya ukame, uhaba wa umeme, upungufu wa chakula na bei kubwa ya mafuta ya petroli bila kuathiri bajeti ya serikali. Serikali imekamilisha mkakati wa pamoja wa misaada ya Tanzania ambao umezinduliwa rasmi tarehe tano Desemba mwaka elfu mbili na sita. Mkakati huu unaweka utaratibu mzuri wa kusimamia misaada ili itumike kuweka mazingira bora ya kukuza uchumi. Sera za bajeti kwa mwaka 2006-2007 zimezingatia maeneo ya kipaumbele ya mkukuta na ya ilani. Serikali imeandaa taratibu ambazo zitawezesha uanzishwaji wa SACCOS za makundi mbalimbali mbali ya jamii ambayo yatawezeshwa kupata mikopo kutoka benki za kibiashara mikoani nchini kote. Serikali imetenga shilingi bilioni ishirini na moja ambapo kila mkoa umetengewa shilingi bilioni moja kwa ajili ya kuwezesha wananchi kupata mikopo ya benki. Mifuko ya udhamini wa mikopo imeendelea kuimarishwa. Katika mwaka wa fedha wa 2006-2007, serikali imetenga shilingi bilioni ishirini na moja kwa ruzuku ya mbolea kwa ajili ya mikoa yote ya Tanzania Bara ukilinganisha na kiasi cha shilingi bilioni saba zilizotengwa kwa mwaka elfu mbili na tano elfu mbili na sita Ili kuhamasisha uwekezaji na umilikaji wa uchumi kwa wananchi na hasa wazalendo, serikali imepunguza kodi ya mapato kwa makampuni mapya yatakayosajiliwa katika soko la mitaji la Dar es Salaam na kuuza angalau asilimia thelathini na tano ya hisa zao kwa wananchi. Sasa kiwango cha kodi ni asilimia ishirini na tano badala ya asilimia thelathini ya mapato. Hatua hii ya serikali inasaidia kuongeza uwekezaji katika viwanda na hasa viwanda vya usindikaji na ufungashaji wa mazao ya kilimo. Serikali imepitia upya misingi na taratibu za misamaha ya kodi katika sekta ya madini kwa lengo la kuziba mianya ya kukwepa kodi. Mfuko wa dhamana ya mikopo kwa ajili ya uuzaji bidhaa nje hadi kufikia Septemba elfu mbili na sita ulikuwa umeshatoa udhamini wa shilingi milioni thelathini na sita mia tisa na sabini na tano kwa wafanyabiashara mbalimbali. Serikali imetoa msamaha wa VAT kwa gesi ya kupikia ya LPG na mitungi ya kuhifadhia gesi ili kuhamasisha wananchi kutumia gesi badala ya mkaa na kuni ili kulinda mazingira. Serikali inaendelea kutekeleza awamu ya pili ya mpango wa uboreshaji wa sekta ya benki nchini. Katika mpango huu, maeneo yanayofanywa kazi ni pamoja na kuiwezesha ardhi itumike kama dhamana kwa ajili ya mikopo na kuwezesha upatikanaji wa mikopo ya muda wa kati na muda mrefu, upatikanaji wa mikopo ya nyumba, pamoja na kuimarisha mazingira ya kisera na sheria ili kuwezesha sekta ya benki kukua zaidi, ili huduma ya benki iwafikie wananchi walio wengi. Kiasi cha shilingi milioni kumi na sita elfu na mia mbili kimetengwa katika bajeti ya mwaka 2026/2027 ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba elfu tatu za walimu. Katika bajeti ya mwaka 2006-2007, serikali imetenga jumla ya shilingi trilioni moja kwa ajili ya mishahara na maslahi mengine ya watumishi wa serikali. Wizara ya Fedha inafanya mageuzi makubwa ili kuboresha huduma ya wastaafu. Hatua hizo ni pamoja na kuhamisha baadhi wastaafu, na ya wastaafu wakahudumiwe na mifuko ya hifadhi ya jamii, kuboresha teknolojia ya huduma ya pension pamoja na mambo mengine kuanzia Desemba mwaka elfu mbili na sita watumishi wengi wa serikali kuanza na waalimu na watumishi wa afya watalipwa mishahara yao kila tarehe ishirini na tatu ya mwezi bila kukosa. Taarifa hii imetolewa na Grey S. Mgonja, katibu mkuu, Wizara ya Fedha. Hazina ndio moyo wa serikali, hakuna mwingine.